Hi. Hii <laughs> video yangu leo ni video ya shukrani. Nataka leo niwashukuru wamama wote ambao wanakuja Niffar Cosmetics kupata huduma. Yani uh, nimeamua kutengeneza hii video nikiwa natural, yani nikiwa I mean sijajipanga kwamba labda niende nipake ni kapoda nini nikae nitengeneze video nzuri. Nimetengeneza hii video nikiwa niko nyumbani, nimetoka kazini, niko nyumbani, nimekaa peke yangu, nimefikiria vitu vingi sana. Wakati mi naanza kufanya biashara, especially ya cosmetics, nilikuwa najua nitakuwa nawauzia vitu yani wadada wengi wa umri wangu hivi na nini hivyo, ninao wateja wa design hiyo, lakini kiwango cha wateja ambao ni wanawake watu wazima wa mama, naongelea kuanzia miaka 40, 45, 50, 60 ni kikubwa kushinda ambavyo niliwahi kwanza. Kama kwa mfano tuseme, katika wateja hamsini labda kwa siku wateja thelathini na mbili